Kama wewe ni Mkristo mwenzangu na unapat, unapitia majaribu mbalimbali mbali, ili usipate kufikisha ujumbe wa Mungu, niko hapa kukutia moyo kwamba kaza mwendo. Hayo majaribu ni shetani anajaribu kukuzuia ili usipate kuwafikishia watu ujumbe wake Mwenyezi Mungu, ili nao pia wapate kumtambua Mungu na wapate kutubu dhambi zao wapate kuokoka na wapate kumwamini Mungu ili wapate wokovu katika maisha yao. Wewe kaza mwendo, fumilia, kuwa mfumilifu, usikufe moyo, kwa maana shetani anakuzuia kwa sababu anajua wewe ni kipenzi chake Mwenyezi Mungu, na Mungu amekuandalia makuu baada ya uchungu unaopitia. Safari ya imani siyo rahisi, kumchagua Mungu siyo rahisi, lazima ukubali kuyafumilia ya ulimwengu, lazima ukubali kuyasahau ya ulimwengu, lazima uweke tamaa kando na lazima utayarishe moyo wako kusamea na kuomba msamaha na kuwa moyo wa unyenyekevu mbele zake Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, kama hujamtambua Yesu siku ya leo, muamini Yesu, na kupitia Yesu utapata uzima wa milele, na kupitia Yesu utasamehewa dhambi zako. Na kupitia Yesu baraka itawafuata watoto wako ambao utawacha nyuma utakapozeeka na uondoke duniani. Mungu atakulindia watoto wako, kwa sababu imani yako ulishampa yeye, na yeye ndiye Mungu, Mungu ambaye ni mlinzi wa wote, kwa jina la Yesu, na nawatakia mema.